Na akasema kule kitugini, wamoja wanasema wewe ni Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii sana. Vile leo watu wanakuchanganyikiwa kuhusu Yesu, wengi hawamjui Yesu na kwa sababu wamekataa wa ukweli ambao liliwaokoa, kwa sababu wamekataa wa ukweli ambao liliwaokoa. Mungu amewapa nguvu ya utetezi utakapofika huko watu watumpokeeni kweli ambao litawaokoa, ndio neno ya Mungu ya uzima. Yesu Kristo ni nani? maana kutakuja makristu wa uongo na manabii wa uongo. Na ndio sababu ulizo ile ya maana sana. Mada hii ni ya maana sana. Mungu wa kweli ni nani? Yesu wa kweli ni nani? Wakasema mmoja, anasema wewe ni Elia, wengine Yeremia, mmoja wa w. Akawauliza na ninyi, mnasema mimi ni nani? Simoni ambaye ni mmoja wa wanafunzi ile wa kwanza lesucakiwaa kwanza wa akajibu akasema, wewe ni Masia mwana wa Mungu aliye mzima. Simu ndio hiyo. Yesu ni Masia, mwana wa Mungu aliye mzima. Mungu aliye mzima wa Kiebrania anaitwa Yawe Sabaoti. Yawe manake yule aliye, yule atakayesababisha kuwa. Hiyo ndio jina la Mungu. Maana pia atakuwa na mada ingine, jina la Mungu ni gani? Maana kuna wale wanaelekea Jehova, lakini jina la Mungu ni Yawe, inatokana na Kiebrania. Sasa Yesu ni mwana wa Mungu aliye mzima, yule aliye mzima siku zote, ambaye ni sababu ya uzima, anayesababisha, aliyesababisha uzima. Sasa Yesu ndiye mwana wake kwa pekee, na Yesu alisema kwamba timu si hiyo ambayo Petro alijibia, sio mama ambayo mwanadamu alimtolea Petro, sio akili zake Petro, maana Petro baadaye pale alimkana Petro, anaweza kumwambia usisulubiwe lakini alisema hivi, Baba yangu anakufunulia wewe Petro. Kwa sababu gani? ni Baba ndiye aliyemfunulia, sababu siku Yesu alibatizwa, Mungu alimshuhudia Yesu akasema huyu nina, akasema huyu ni nabii, akasema huyu ni uu wenzangu, alisema huyu ni masia, huyu eh, ni mwanangu mpendwa wangu. Siku pia Yesu alieuzwa sura, alishuhudia Yesu, Mungu alimshuhudia Yesu siku iyo ya, ya Petro kwamba huyu wanangu mpendo wangu, msikilizeni. Sasa ndio maana alisema sio managama nashughulia Petro, lakini bado watugulu, na kama vile zawadi ambayo yeti alimpea Petro katibu uzuri na ukweli ya Petro alipa yaSimoni, alimpa jina la Petro na akampa mamlaka kwa kuongoza kabisa, akamwambia, tokea leo utaanza kuitwa Petro, maana yake mwamba jiwe, na juu ya msingi huo sio nitajenga kanisa langu. Wale wanawambia yeye mwenyewe